Ni siku nyingine tena ya mwendelezo wa kambi ya tohara sunna kwa watoto wa kiume alhamdulillah. Baada ya mapumziko ya takriban majuma mawili, leo tena tumeianza safari hii ya sunna kwa watoto wa kiume, ofa ambayo imetolewa na Al-Hikma Foundation ikitekelezwa kwa vitendo na ndugu zetu wa SMV. Baada ya kumalizana na wilaya ya Temeke kwa vituo takribani kumi, watoto zaidi ya mia nane sabini wakifanyiwa sunna katika wilaya ya Temeke, leo rasmi safari yetu inaanza katika wilaya ya Ilala. Utakumbuka ofa alikuwa akisema ni watoto elfu moja ndio ambao watafanyiwa suna. Habari njema ni kwamba baada ya mwitiko kuwa mkubwa sana taasisi ya Alhikma Foundation imefikiria kiunaga ubaga, ikaamua kuongeza namba tena na sasa watoto mia nane wameongezwa, hivyo sasa kusema ni watoto elfu moja mia nane ambao ni wakazi wa dare s Salaam watafanyiwa suna na leo rasmi, hiki ni kituo cha kwanza katika wilaya hii ya Ilala na hapa ni katika kituo cha afya cha Buguruni. Tuko hapa kwa ajili ya kushuhudia hali itakuwa mwitiko ni mkubwa sana kama ilivyokuwa katika baadhi ya maeneo kule katika wilaya ya Temeke. Mambo yatakuwaje? nyuma ya kamera ni Omari Salum Nyanga, mimi ni mwana mali mashi, tukashuhudie yale ambayo atajiri leo katika kituo hiki cha afya cha Buguruni. Mbele yenu niliosimama, naitwa Daktari Mwimbe Juma, mi ndiyo kiongozi mkuu wa zoezi hili. Ni zoezi lililotangazwa katika mashindano makubwa ya Qurani yanayo simamiwa na Alhikma Foundation chini ya mkurugenzi wake Sheikh Nuruddin Kishki. Ni zoezi ambalo lilikuwa lina target kuwafanyia watoto alfu moja katika mkoa wa Dar es Salaam na kwa sasa hivi mpaka tunapofika, tunamshukuru Mungu, tulianzia wilaya ya Temeke na leo tupo katika wilaya ya Ilala. Hiki ndio kituo cha kwanza katika wilaya ya Ilala katika wilaya ya Temeke mwitikio ulikuwa ni mkubwa, kama ambavyo tunavyoona, pia mwitikio hapa kwenu ni mkubwa. Tunakushukuru sana kwa kuja kwenu. Katika wilaya ile ya Temeke tumeweza kuwafanyia watoto mia nane na sabini na moja mia nane sabini na moja Kwa hiyo katika ile elfu moja yabaki wangapi? Mia moja ishirini na ngapi? ishirini na tisa katika ile elfu moja si ndio? nimepata taarifa kwamba leo hapa wamejiandikisha zaidi ya watoto mia moja na ishirini. Kwa maana yake ni kwamba tukimaliza leo hapa zoezi limefanya nini? Lakini tunawashukuru sana pia Al Hikma Foundation baada ya kuona huu mwitikio ambao ni mkubwa wa kule Temeke, wameamua kuongeza vijana wengine mia nane. Takbir! Kwa hiyo zoezi litaendelea tutakuwa na jumla ya watoto elfu moja na mia nane mpaka watakapokuwa wamekamilika na hata kama itaonekana kuna uhitaji mwingine bado tutaendelea kuzungumza nao na, na wafadhili wengine waweze kusaidia insha Allah. Tutemeni insha Allah. Mtazamaji wa Kishki TV tayari, e, hapa unavyoshuhudia ni mamia ya wakazi wa wilaya hii ya Ilala ambao wamejitokeza, na hapa wapo kwenye foleni, ambapo wapo ambao tayari watoto wao wapo ndani wanafanyiwa, na wapo ambao wanasubiri foleni watoto watoke wengine tuzao wengine. Tunashukuru kwa hili lakini tunaomba kwamba wajitokeze kwenye maustari mengine, kwa sababu hii huduma watu wengi wanahitaji. E, kwa sababu unaona kama hivi leo tuko watu wengi, wazazi wamejitokeza kwa wingi, ila huduma hapa ichelewa kidogo, lakini tunashukuru. Tunaombea wanaofanya shughuli waendelee, Mwenyezi Mungu awajalie, waendelee zaidi kwa hapa, kwak kwa ninachosema, na tu tunawashukuru kwa sababu kama unavyoona umati wa watu ni wengi, watoto walikuwa hajafanyiwa suna. Tunashukuru kwa kuleta huu msaada. Mwenyezi Mungu azidi kuwazidishia kheri nyingi pia azidi kuwapa upendo kwa sababu wamefanya kitu kikubwa siku ya leo. Mwenyezi Mungu atufanyia wepesi, tumepata huduma hii bila malipo, tunashukuru alhamdulilahi. Mwenyezi Mungu azidi kuwapa afya njema na azidi kuwapa umri mrefu. Nawashukuru sana kwa sababu ni wachache sana wanaojitolea ofa kama hizi wa kitu kama hichi kubwa alichokifanya kao ni jambo la kumshukuru sana Mungu na kuombea wao wa, wadhamini wazidi kujitokeza, maana tuko wengi ambao hatuna uwezo wa kuwafanyia watoto wetu tohara kwa wakati, wengine wanaweka mpaka wanajifanyia wenyewe wakiwa wakubwa. kao tunashukuru Mungu na Mwenyezi Mungu afanyie wepesi kwenye kila zito, waendelee kutukumbuka Al Hikma Foundation, nachoambia wanafanya jambo zuri, na sisi kama Watanzania hasa wale wa chini tunashukuru kwa ile huduma hii, maanake tunaipata kwa malipo ila kutuletea huduma hii kwa hali ya kawaida bei ya bure, tunashukuru asanteni sana, na waendelee kwa moyo huu, huu. Ah, yaani tunasema shukrani kwao tena sana. Yaani wametusaidia sana, maana si wengine tulikuwa waoga waoga kupeleka watoto wetu, hasa tukisikia o oh, sijui mitaani, sijui wanafanya hivi, tukuwa tunaogopa, ukizingatia wengine ndo mtoto wa kwanza ndio na mtazamaji wa Kishki TV, kituo cha kwanza katika wilaya ya Ilala, lakini kituo cha 11, tangu tulipoanza zoezi hili la tohara. Kwa maana wilaya zote mbili, Temeke na Ilala, leo idadi kamili ya watoto takriban 100 wameweza kufanyiwa suna katika siku hii leo pekee yake. Tuko na Dr. Mwimbe kama kawaida, atatuambia zoezi limeendaje, lakini ameonaje mapokeo katika wilaya hii mpya Ilala ambayo leo tumeianza. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa tumeanza leo zoezi letu na ni zoezi ambalo limepokelewa pia kwa ukubwa kama ambavyo tulivyokuwa limepokelewa katika wilaya ya Temeke. Nadhani mwendelezo umekuwa ni mkubwa, ni ule ule kwamba watu wamekuwa ni wengi sana. Asubuhi uh, tumefika zaidi ya watu mia na ishirini walikuwa wameshajiandikisha na ni ngumu kuwafanyia wote, alhamdulillah. Lakini tukawaambia wale watakao mezidi wa wamezidi waelekee kitu kinachofuata ambacho ni Vingunguti ambao tunataraji kwenda kukifanya uh, siku ya kesho. Ila kwa ujumla wake zoezi limeitikiwa kwa uzuri kabisa. E, tuambie, leo tumetumia muda mrefu kidogo tangu umefika na mpaka sasa hivi ni saa mbili usiku ndio jambo limemalizika. Pengine ni idadi ya watu wa wengi ama kuna changamoto nyingine ambayo imetufikisha sasa? Hizi kikubwa ni idadi ya watu, kwa sababu leo tumefanya watoto mia moja, watoto mia moja A, kwa siku moja nadhani kituo kama cha pili kufanya hivi na kwa sababu ni wengi a, imepelekea kwamba tukachukua muda mrefu kuweza kumaliza, lakini kwa kuna changamoto za hapa na pale. Uh, tulichelewa kidogo kufika, tukachelewa kuanza uh, lakini pia tulikuwa na changamoto la uh, usafishaji wa vifaa ambao tunashukuru pia uongozi wa hospitali umetusaidia sana kuweza kulitatua hilo tatizo. Hatimaye tumemaliza uh, kimsingi tulikuwa tunataka tumalize ili tusirudi tena katika kituo hiki. Mtazamaji wa Kishki TV kufikia hapa, tuna la ziada e, bila shaka umejionea mwitiko mkubwa sana wa watu. Utakumbuka kwamba hii ni wilaya mpya ya Ilala. Kwa maana kwa vituo vyote kumi ambavyo tulikuwepo kwa takriban E, miezi miwili mtawalia eh? Na leo alhamdulillah tumeanza katika wilaya hii ya Ilala na kituo cha kwanza kilikuwa ni hapa e, katika kituo hiki cha afya cha Buguruni watoto takriban 100 wameweza kufanyiwa suna. Utakumbuka e, namba ambayo ilibaki kabla leo, kwa maana e, namba ya watoto ambao walifanyiwa suna ni 871. Kwa hiyo tayari ongezeko hili la watoto 100 moja inafanya watoto 971 tayari wameshafanyiwa suna e, mpaka hivi sasa kupitia ofa Eh, ambayo ilitolewa na taasisi ya Al Hikma Foundation. Kwa namba hiyo kwa yale matarajio ya awali ya watoto elfu moja unaweza kuona ni namba ndogo sana imebaki. Lakini jambo jema ni kwamba idadi ya watoto elfu moja wameongezwa na sasa itakuwa ni elfu moja mia nane na sio elfu moja kama ilivyokuwa mwanzo. Kutokea hapa katika kituo hiki cha afya cha Buguruni. Sina la ziada. Nyuma ya kamera ni Omari Salum Nyanga. Mimi ni mwana wa Mali Mashi. Wassalamu alaikum wa wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatu Kishki TV. Nuru, nuru ya dini yako